Haya, kwa majina naitwa jaramogi Orango. Um, kaa ningekuwa najua ati nitaongea ntaongea, aki ningeenda niulize Uhuru anisaidia ni ile, ile uji alikunywa na Raila <laughs> juu sasa siwezi simama hapa niseme ati naogopa kuwaongelesha nyii wote Kusema ukweli, niko na jasho, natoa jasho ingine mbaya sana hapa juu lakini, kani ngesema hapana, umjue, hata mimi mamangu ako hapa, na hata mimi nataka kuisha hadi 80 mimi nataka kufika 80 na kama nimesema ati sitaki kuongea he, hata mimi mngigeniweka tu pale tu. So mimi nataka tu kusema kwa kuna, kuna tu mtu mmoja ame I mean, unajua Raila ni mtu labda ulikuwa unampenda mpenda ama uko unampendi, lakini ni lazima ulikuwa unamheshimu.